Taarifa inaokuja sasa hivi, pengine wengi wenu ndio unakwa mnaisubiri. Wengi wenu mmesikia au kusoma taarifa za kuvamiwa, kushambuliwa na kujeruhiwa wakatibu mkuu wa baraza la maaskofu katoliki Tanzania, padri Charles Kitima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 bali tuna tafakari na kujiuliza, ni nini hasa kinachoshambuliwa kwa tukio kama lile? Je, anashambuliwa mtu, taasisi au taifa? O vitatu vimeshambuliwa. Mtu ameumizwa, makao makuu ya baraza la maaskofu yamevamiwa na heshima ya taifa imejeruhiwa. Shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpora mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio waliotaka kumpora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi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 atuondolee vyote vinavyotudhuru na awajalie neema ya toba ya kweli na uongofu wa moyo wale wote wanaopanga ufadhili na kutekeleza maovu haya ili waepukane na adhabu na laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bikira Maria ma